Ilikuwa usiku saa tisa, mtoto alianza kulia, nikabeba mkononi, nikaanza kubembeleza. Kwa baadaye nikasikia mtikisiko, kuamka kukimbia, ndo nyumba ikapigwa, nikaenda nikaanguka na mtoto, nilipoanguka na mtoto nikamwangukia. Basi kwa baadaye nikapita gereda, nikasikia mtikisiko, nikazinduka, nikajisikia nimepata fahamu. E, ila mtoto akupata fahamu muda huo, kwa baadaye na yeye baada ya nusu saa ndo akapata fahamu. Kwa baadaye ndo wakanipeleka Katoro, fika Katoro wakanikataa, nikapelekwa Magogo. Fika Magogo, kuna nyama fulani ilikuwa imetokezea sehemu za asili, ikarudishwa, nikafanywa usafi, nikapelekwa tena jioni saa mbili, nikapelekwa Bugando Baadaye tena nikafika Bugando kule nikalazwa kwenye chumba cha bahati nasibu, kwa baadaye nikaanza kutibiwa, baadaye nikapewa operation, ila namshukuru Mungu nimeshapona. Leo hii mgodi wa Buckreef unakuomba uwakabidhi hati ya manunuzi, hati ya manunuzi kwa b Paulina Zege Elias, pamoja na zoezi la kufungua nyumba hizi zilizojengwa baada ya tukio lile. Hata hivyo, kwa kuwa Mama Pauline Zege ni mjasiriamali mdogo na kwa kipindi chote amekuwa akiugua, hajaweza kuendelea kufanya shughuli zake, mgodi umeona onelea ni vyema sasa ukatafuta kiasi kidogo cha fedha ukampatia kama mtaji ili aweze kuendelea na maisha yake, Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Pamoja na hayo mgodi unapenda kukufahamisha kwamba Mama Pauli Nzege na mtoto wanaendelea vizuri sana kiafya, kutokana na hali iliyokuwa imewakuta. Kwa taarifa za madaktari, wanaendelea vizuri. Mgodi unafanya utaratibu wa kumpatia bima ya afya ya mwaka mmoja, yeye pamoja na mtoto, na ili aweze kuendelea na uangalizi wa afya pasipo shida yoyote ya malipo. Mheshimiwa, mkuu wa wilaya, kwa kusema hayo, sasa mgodi upo tayari kushuhudia uzinduzi wa nyumba hizi na kukabidhi kukabidhiwa kwa hati ya mauziano ya mama Pauline. Naambiwa hapa kuna mtu ametoka tena, alikuwa ni mwanamama mwenye mtoto mchanga, wote wametoka, hawajapoteza maisha yao, wana majeraha na wamepelekwa hospitali. Unajiuliza hivi inawezekanaje mtu akatoka kwenye eneo hili akiwa salama, lakini majawabu tunayapata ya kwamba sifa na utukufu ni vyake Mwenyezi Mungu. Lakini ambalo ni la kipekee, naomba kwa kweli nitumie fursa hii kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa Martin Ruben Shigela, na kwa niaba ya serikali kwa ujumla kuupongeza sana mgodi wetu wa Buckreef, ni namna ambavyo wameweza kugusa maisha ya mama yetu Mama Paulina Zege maisha mama, mwanamama huyu yamegusa katika maeneo matatu. Eneo la kwanza, mwanamama huyu alikuwa ni mpangaji kwa Benjamin Marcel. Kwa hiyo yawezekana kama ni kurudisha nyumba ingekuwa imerudishwa nyumba ya Benjamin Marcel. Mgodi umekwenda mbali zaidi, umenunua kiwanja na leo tunamkabidhi hapa hati ya ununuzi wa kiwanja husika, na wamemjengea nyumba ya vyumba viwili, wamegusa maisha yake kwenye eneo hilo. Asanteni sana wenzetu wa Buckreef kwa moyo wenu wa upendo. Eneo la pili ni eneo la matibabu. Binafsi nilipata nafasi ya kumtembelea mwanamama huyu, na nadhani hata hawezi kunikumbuka kwa jinsi alivyokuwa Ilimtembelea akiwa hospitali, nilikwenda kumwona mwanamama huyu si yuko, mama Paulina. Mama Paulina hawezi kunikumbuka na hata mimi leo ningepishana naye pia nisingemkumbuka kwa hali aliyokuwa nayo. Mwili wote ulikuwa umejaa kweli kweli. Tulikuwa tunashauriana na daktari wa hospitali ile ya rufaa ya Geita, nini tunafanya. Nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wenzetu wa mgodi wakiongozwa na Dr. Matigu